Hujambo na karibu. Tonton Amasi Kalupa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyeishi Israeli kwa miaka tisa, amesema kuwa alikimbia vita nchini DRC miaka iliyopita kwa kutafuta usalama, lakini sasa amepotea tena katika vita nyingine huko Israeli. Kalupa anaishi katikati mwa mji wa Betiam karibu na Tel Aviv. Na amejikuta akishuhudia mlipuko wa tahadhari wa mashambulizi ya mabomu ya kijeshi kutoka Iran kwa muda wa siku zaidi ya tano. Ameeleza kwa huzuni kwamba watoto wake wanashindwa kulala, hawafahamu nini kinaendelea na kuwaeleza sababu ya kujificha kila mara kunakuwa na changamoto kubwa kisaikolojia. Kwa upande wa mapigano makubwa, vita kati ya Israeli na Iran vimefikia siku sita. Israeli ilianza mashambulizi makubwa mnamo tarehe 13 Juni mwaka huu ikilenga vituo vya nuklia, silaha za balisti na miundombinu ya kijeshi nchini Iran, ikishirikiana na Mossad. Kwani ndege na ndege zisizo na rubani zilifanya uharibifu mkubwa ndani ya Iran. Iran iliwarudisha kwa kurusha mamia ya makombora ya balisti na droni kwa Israeli, ikishambulia maeneo kama Tel Aviv, Batyam na Haifa. Israeli imesema imevuka tena ulinzi wa anga wa Iran na inalodai kuwa ni udhibiti kamili wa anga ya Iran ingawa baadhi ya makombora ya Iran bado yanafika na kuharibu baadhi ya miundombinu. Ripoti za hivi karibuni zinaonyesha kuwa Israeli imekabiliwa na mashambulio mawili mapya ya makombora ya Iran asubuhi ya leo, ikiwa ni niari na mbabe ya siku za hivi hivi. Huku Marekani ikiendelea kusambaza ndege za kivita eneo hilo na Rais Trump kuitisha kusitishwa kwa vita hivyo mara moja. Mashambulio haya yamerudisha hofu na taharuki kwa watu kama Kalupa ambao walidhani awali walikuwa salama, lakini sasa wanaishi chini ya mlipuko wa mara kwa mara, alamu za dharura, na kuhofia maisha yao. Kalupa ameongeza kwamba familia yake ipo katika hali ya wasiwasi mkubwa na mateso ya kihemko baada ya kukimbia vita moja na kugundua kuwa itaweza kuwafikia mara ya pili. Nikiripotia Kifagio Media Team ni mie wako Daniel Jonathan almaarufu JD.